Naitwa Dadi Kolimba, mkuu wa wilaya ya Tanga e, kama kawaida yetu kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi e, kamati ya usalama wilaya lakini mgambo wote pamoja na wananchi tumekuwa tukifanya usafi kuhakikisha jiji letu la Tanga linakuwa safi, na hii ni kutokana na shughuli za kiuchumi ambazo zimeongezeka katika e, mkoa wetu wa Tanga na wilaya yetu ya Tanga uchumi umefunguka kutokana na uwekezaji mkubwa wa serikali wa bilioni 429.1 uliowekezwa katika bandari, hivyo kumekuwa na mizigo mingi inayoshuka, lakini kumekuwa na ongezeko la watu wengi wakitoa magari kuelekea nchi jirani. Kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi tumekuwa tukihakikisha tunafanya usafi kwa sababu uzalishaji wa, wa, wa, wa uchafu umekuwa ni mkubwa mno na tunafanya hivi kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alitoa maelekezo kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi tuwe tunafanya usafi. Kwa hiyo leo tumeamka tukifanya msaragambo wananchi wote e, mgambo, polisi, magereza pamoja na jeshi la zimamoto kuhakikisha kwamba mji wetu unaendelea kuwa safi kama ambavyo umeendelea kuongoza katika usafi katika majiji yote sita ya nchi yetu ya Tanzania. Tutaendelea kuhakikisha tunafanya usafi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi ili kuhakikisha jiji hili linakuwa safi e, ili watalii wanaokuja kwa ajili ya mji huu lakini wageni wanaokuja waendelee kuona mji wetu ukiwa safi, lakini na kuepusha magonjwa ya kuambukiza niwashukuru wote ambao tumeshirikiana nao, na niwaombe basi tuendelee kujitokeza tena Jumamosi ya mwisho wa mwezi kwa ajili ya kuendelea na usafi kama ambavyo tumejipangia na tumeweka utamaduni wetu. Asante sana.